Habari za wakati huu, mtazamaji wa Nukta TV. Karibu katika Mseto Plus ya leo Januari 30, 2026. Indaceta kadhaa tu za kutazama taarifa mseto kutoka pande tofauti za dunia na huu, shuhita. Kwa mwaka huu show hii itakuwa inakuja mara mbili kwa wiki ikiwa dipu zaidi tofauti na ilivyokuwa mwaka 2025. Nayekuletea taarifa hizo, jina langu ni Fatma Hussein na nyuma ya kamera ni Gudrak Gustav. Benki Kuu ya Tanzania BoT imesema imepanga kuuza sehemu ya akiba ya dhahabu ya benki hiyo ili kuongeza mali nyingine za benki hiyo na si kufadhili miradi ya serikali. BoT imekuwa ikinunua akiba ya dhahabu kutoka katika soko la ndani kwa ajili ya kuongeza akiba ili kukabiliana na mitikisiko ya kiuchumi inayotokana na mabadiliko ya dola ya Marekani. Mkurugenzi wa masoko ya fedha wa BoT, Manuel Akaro amewaambia wanahabari jijini Dar es Salaam kuwa benki hiyo huweza kuuza sehemu ya dhahabu ili kununua mali nyingine ikiwemo dola za Marekani, tofauti na madai yaliyoripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari. Hata hivyo, hakubainisha siku na kiwango cha dhahabu walichopanga kuuza. Akaro wamesema leo Januari 30, 2026 kuwa hatua hiyo itasaidia kusawazisha uwiano wa akiba za rasilimali za BoT. Serikali imeingia kwenye makubaliano na benki ya NMB kutoa mikopo yenye masharti nafuu kwa wafanyabiashara wadogo wadogo nchini ili kukuza biashara na uchumi jumuishi. Kwa mujibu wa taarifa kwa umma iliyotolewa leo Januari 30, 2026, waziri wa maendeleo ya jamii jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gojima amesema makubaliano hayo yameiwezesha benki ya NMB kusimamia utoaji wa mikopo ya serikali yenye riba asilimia saba kwa mwaka kwa wafanyabiashara wadogo wadogo watakaokidhi vigezo vilivyowekwa. Dkt Gwajima ameeleza kuwa mikopo hiyo inaolenga wafanyabiashara wenye mauzo ghafi yasiyozidi kiasi cha milioni nne kwa mwaka, wakiwemo mama na baba lishe, machinga, waendesha bodaboda, waendesha guta pamoja na makundi mengine yanayotambuliwa na kusajiliwa na mamlaka husika katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa vijana na wajasiriamali wa Tanzania Hatua ya serikali kuingia makubaliano haya ni fursa muhimu kwao kuweza kupata mitaji kwa masharti nafuu, kuanzisha au kupanua biashara zao, kuongeza uzalishaji na ajira na hivyo kujiimarisha kiuchumi na kuboresha maisha yao kwa ujumla. Serikali ya Tanzania imezindua mfuko wa shilingi bilioni mbili ili kuwawezesha watengeneza maudhui wa kidijitali. Hatua inayolenga kuimarisha uchumi wa ubunifu na matumizi ya teknolojia ya kidijitali. Akizungumza Januari 29, 2026, jijini Dodoma, waziri wa habari, tamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema mfuko huo unalenga kuwasaidia wabunifu wa maudhui kuboresha ubora wa kazi zao na kuwawezesha kujipatia kipato endelevu kupitia majukwaa ya kidijitali. Makonda amefafanua kuwa mpango huo ni sehemu ya dhamira ya serikali ya kukuza sekta ya ubunifu hususan kwa vijana wanaotumia teknolojia za kidijitali kuleta mabadiliko ya kijamii na kiuchumi. Kwa mujibu wa waziri, watakaonufaika ni watengeneza maudhui katika sekta mbalimbali mbali, ikiwemo utalii, michezo, maendeleo ya jamii, muziki, filamu, pamoja na sanaa nyingine za ubunifu, na wanaofanya shughuli zao kupitia mitandao ya kijamii kuendesha shughuli za kiuchumi. Vijana wote wenye ndoto hizo walioanza kusafiri kwenye ndoto zao walioanza kutengeneza content, wale content creator, waende kwenye ofisi za wilaya. Watakutana na maafisa habari, nchi nzima wako kwenye ofisi zetu za wilaya au ofisi za halmashauri. Wakifika pale, watakutana na fomu watajiandikisha. Utawala siyasa wa kijeshi wa Burkina Faso umevivunja vyama vyote vya siasa na kufuta sheria inayosimamia vyama hivyo kwa mujibu wa sheria mpya ya serikali ya nchi hiyo. Waziri wa mamlaka za maeneo Emile Zebro amesema vyama hivyo vilikiuka miongozo ya uanzishwaji na kuchochea migawanyiko wa ya kijamii. Serikali nchini humo pia imeamuru mali zote za vyama vya siasa vilivyofutwa kuhamishwa kwenye utunzaji wa serikali, hukuwa ikipanga kutengeneza sheria mpya za kusimamia muundo wa vyama vya siasa utakaotungwa baadaye. Kwa mujibu wa tovuti ya SNG Wolf, mnamo mwaka 1995 Burkina Faso ilifanya uchaguzi wake wa kwanza wa manispaa wa vyama vingi vya siasa tangu ilipopata uhuru. Mpaka mwaka 2023 kulikuwa na vyama vya siasa 104 pamoja na, na miungano mitatu ya vyama iliyotambulika kisheria kwa mujibu wa masharti yaliyopo. Na hii ndio mwisho wa Mseto Plus ya leo Januari 30, 2026. Niliyekuletea taarifa hizo, jina langu ni Fatma Huseni na nyuma ya kamera alikuwepo Godraki Gustavo. Endelea kufuatilia Mseto Plus wiki ijayo. Kwa heri, uwe na wakati mwema.